Nyerere angekuwa hai leo, unadhani angekosoa nini katika awamu hizi zilizopita zili? Mi nadhani kwa sababu anasema hakuna mkamilifu, kuna sintofahamu inaendelea kwenye nchi kwamba inawezekana tukawa ule umoja unapungua, kwa sababu wakati wa Nyerere isingekuwa rahisi mtu kutangaza kifo kiongozi, anasema bana kafa, alafu ule wananchi wanasherehekea. Kama Mwalimu angekuwa hai hmm. wakati huu wa kampeni mijadala ya siasa hivi, mijadala ya vyama, unadhani angesema nini kuhusu sera, wanasiasa na mwenendo wa kampeni za leo hii? Kwa hali ilivyo hivi sasa, nadhani kikubwa, angewataka wanasiasa kuegemea kwenye sera zao hmm, ambazo hizo sera zingeweza kuondoa hata mgawanyiko uliopo. Sababu tunaposema kuna mgawanyiko, sitofahamu zilizopo sasa hivi zinachangiwa sana na kile ambacho wanasiasa wanakiongea kupitia majukwaa tofauti tofauti. Unajutia ku, ku, ku, kutoka Chadema na kwenda ACT wakati ule, kutokana na hayo yaliyotokea, ulijuta kwa sababu naamini mimi sio kwamba mimi naamini hata watu wa Morogoro, watu, watu, watu wa kwetu kupitia miziki yangu, itikadi zangu, wanaamini kama mi nilipaswa kuwa mbunge wa Morogoro hmm. Isipokuwa nilijikosea kwenda ACT kwa sababu haukuwa mlango sahihi. Hiyo najijutia hadi kesho. u hmm. umekaa na, na Zito katika maisha yeah. Umekuwa naye katika nyakati fulani fulani hivi yeah. Anaposemwa kama sio mpinzani halisi, wewe hilo unakubaliana na wanaosema hivyo? Na kipi ambacho kinasababisha aonekane hivyo na chama chake kwa ujumla? Yuda kwenye kampeni zote watu walikuwa wanamuita Yuda Yuda, lakini mm, mimi nilikuwa sihamii kubaliana na wale watu mm. Mkomalia afande aondoke huko, akibaki huko ataniondoa mm kama Kenya ama mataifa mengine makubwa, hata mm. taifa kama la Nigeria, inapotokea changamoto ama jambo la kitaifa, wasanii wanakuwa upande wa wananchi, lakini kwa Tanzania inakuwa tofauti hiyo, na wananchi wametengeneza mijadala mtandaoni kionekana kwamba wasanii wao hawako na wao. Sh, sisi wasanii sisi ni binadamu na tumejenga majina yetu, tunahitaji kuishi na hii ndio kazi yetu.